Hapa wameongea mambo mengi, wamesema mambo ya kesi za mashamba zinaleta zina, zina hayo maneno sana kwa gender based violence uh, mambo ya ubugeaji pombe, kunywa pombe kupindukia, kukula hizi miguukani no, vitu kama hizo zinaleta shida mingi sana kwa hivyo hizo uh, ni moja za zile vitu zimesemwa, lakini sitaki kusema kwamba ati kitaifa tutasema hiyo ndio sababu. Hapana, hizo ni zile tumepata pale. Kuna zingine zatoka kwingine, lakini wenyewe wamekuwa. Na kuna kitu kingine ambacho nataka kusema kwelikweli kweli kwamba maadili ya familia imeonekana kuwa kwamba ni kitu kingine, inachangia sana, yaani ile The togetherness the strength of the family in bringing up everyone has been, I mean, as children and bringing up children has been seen as something that actually has been a big contributing factor which needs to be handled in a big way. Femicide, sasa, naongea juu ya femicide. Ilikuwa imesimama at 535. 2024 ilikuwa imesimama at 578, na nyinyi mukiangalia ya mwaka huu basi ajanini, kwa sababu bado zinaendelea, lakini munajua tangu Januari mmesoma magazeti, mmesikiza maredio. Nimeona kwamba kwa sababu mheshimua kama mimi najitokeza kuongea mambo hiyo hadharani, mambo ya defilement, mambo ya mauaji na mambo ya drug abuse hizo zote zinasababisha, nimeona sasa wamekuwa na ukakamavu, wamekuwa na ile voice, wamejitokeza sana huku Kirenyaga. Mwanamke anaadhiriwa na, na mama anaadhiriwa pia kijana, a boy anaadhiriwa na pia a girl anaadhiriwa kwa, kwa hivyo tungesema hii kitu tunasema gender based violence. Tunafaa tuiongee, pia wanaume wakuwe katika mstari wa mbele kwa hii conversation. Isikuwe sasa conversation hii ya gender based violence tumeichukulia sana, tunaegemea sana saidia saidia wana, wanawake. Kwa vile hata mwenye hata kama umeuawa na na kijana ama umeuawa na na msichana, pia si mimi tu, familia ya saidia msichana ninaathirika Unaangalia yule kijana akishikwa pia, kwa ile familia ile familia pia, kama ni kijana ameua, ina wasiwasi mtoto wao ataishi jela miaka, miaka, miaka mingi.